Utabiri wa nyota yako wiki hii kuanzia tarehe nne ya mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano hadi tarehe kumi na moja ya mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hapo utapata kufahamu kwa undani zaidi kuhusu nyota yako, nini ufanye, rangi ya bahati, nambari ya bahati, nani wa kushirikiana naye, na mambo mengine mengi yatakayokupa faida na kuianza siku yako vizuri na mafanikio.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 Wiki hii inaleta msisimko na hatua mpya kwenye ndoto zako za muda mrefu. Katika kazi, wiki hii una nafasi ya kuonyesha ujasiri kazini, lakini usiwe mkorofi. Upande wa kimapenzi, wiki hii mapenzi yanaongezeka kwa moto. Epuka mabishano yasiyo na maana. Upande wa kifedha, wiki hii usitumie pesa kwa haraka, subiri muda muafaka. Upande wa kiafya, wiki hii epuka msongo wa mawazo kwa kufanya mazoezi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 kula vyakula vyenye afya zaidi. Rangi yako ya bahati wiki hii ni kijani kibichi. Nambari yako ya bahati ni sita. Mafusho ni sandalwood. Manukato ni maua safi yenye harufu nzuri. Saa nzuri katika wiki hii ni saa tisa kamili alasiri. Je, ushirikiane na nani katika wiki hii? Nyota za kushirikiana nazo wiki hii ni nyota ya mashuke na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya mapacha. Hii ni nyota ya watu walozaliwa Mei 21 hadi Juni 20. Kumbuka, hii ni nyota ya tatu katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Mawasiliano yako ni silaha kubwa wiki hii. Katika kazi wiki hii una nafasi ya kushirikiana na watu wapya. Upande wa kimapenzi wiki hii, upendo wa mbali unaweza kushamiri kupitia mawasiliano. Upande wa kifedha wiki hii, mapato madogo madogo yanaongezeka upande wako wa kiafya wiki hii jali usingizi na kupumzika vya kutosha. Rangi yako ya bahati wiki hii ni njano. Nambari yako ya bahati nitano, ni tano. Mafusho ni miarobaini manukato ni citrus yenye nguvu. Saa nzuri wiki hii ni saa kumi kamili jioni. Je, ushirikiane na nani wiki hii? Nyota za kushirikiana nazo wiki hii ni nyota ya mizani na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya kaa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 Upande wa kiafya wiki hii, epuka kuchoka kupita kiasi, pata muda wa mapumziko. Rangi yako ya bahati wiki hii ni zambarau, nambari yako ya bahati ni tatu. Mafusho ni frankincense, manukato ni rose. Saa nzuri wiki hii ni saa tano kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani wiki hii? Nyota za kushirikiana nazo wiki hii ni nyota ya punda na nyota ya simba. Tukiangazia nyota ya mbuzi, hii ni nyota ya watu walozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Kumbuka hii ni nyota ya kumi katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Hii ni wiki ya nizamu na ujenzi wa malengo yako ya muda mrefu katika kazi. Wiki hii heshima unayopata itakutia moyo zaidi. Upande wa kimapenzi wiki hii mapenzi yako yanakuwa ya kweli ya na sabiti. Upande wa kifedha wiki hii mapato yako yanakuwa polepole pole lakini kwa uhakika. Upande wa kiafya wiki hii, pumzika mara kwa mara ili kuepuka uchovu wa mwili. Rangi yako ya bahati wiki hii ni kahawia. Nambari yako ya bahati ni kumi. Mafusho ni mianzi, manukato ni sandalwood. Saa nzuri wiki hii ni saa sita kamili mchana. Je, ushirikiane na nani wiki hii? Nyota za kushirikiana nazo wiki hii ni nyota ya mashuke na nyota ya ng'ombe. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari ishirini hadi Februari kumi na nane. Kumbuka, hii ni nyota ya kumi na moja katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Hii ni wiki ya ubunifu na kuanzisha mitandao mipya ya kijamii na kikazi. Katika kazi, wiki hii fursa mpya zitajitokeza kupitia marafiki. Upande wa kimapenzi, wiki hii mapenzi mapya yanaweza kuanza kwa ghafla. Upande wa kifedha, wiki hii wazo jipya la biashara linaweza kuzaa matunda. Upande wa kiafya wiki hii, afya ya akili ni muhimu kuliko yote. Rangi yako ya bahati wiki hii ni bluu ya anga. Nambari yako ya bahati ni kumi na moja. Mafusho ni rosemary. Manukato ni udi. Saa nzuri wiki hii ni saa kumi na mbili kamili jioni. Je, ushirikiane na nani wiki hii? Nyota za kushirikiana nazo wiki hii ni nyota ya Mizani na nyota ya Mapacha. Tukiangazia nyota ya Samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa wa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka, hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Hii ni wiki ya hisia kali na maono ya kiroho. Katika kazi, wiki hii ubunifu wako utathaminiwa zaidi. Upande wa kimapenzi, wiki hii uhusiano wako unakuwa wakina zaidi kihisia. Upande wa kifedha wiki hii, usitumie pesa kihisia, zingatia akiba. Upande wa kiafya wiki hii, tafakari na yoga vitakuletea utulivu wa kiroho. Rangi yako ya bahati wiki hii ni turquoise. Nambari yako ya bahati ni kumi na mbili. Mafusho ni mirhi. Manukato ni lemon. Saa nzuri wiki hii ni saa tatu kamili usiku. Je, ushirikiane na nani wiki hii? Nyota za kushirikiana nazo wiki hii ni nyota ya kaa na nyota ya nge. Huo ndio utabiri wa nyota yako wiki hii kuanzia tarehe nne ya mwezi wa kumi mwaka 2025 hadi tarehe 11 ya mwezi wa kumi mwaka 2025. Basi ni kusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri bye. bye.